Sanduku letu la jana lilikuwa hili hapa. Na ndani yake mna bahasha ni moja. Unaweza kusema ni hali ya ukimya ambayo inashuhudiwa hapa katika eneo hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania. Tumepita katika baadhi ya barabara kuu na katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, na hali ndivyo kama unavyoiona. Lakini pia maduka yamefungwa na baadhi ya biashara zimefungwa, hakuna mwingiliano wa watu katika barabara nyingi, na shughuli nyingi za kibinadamu hazionekani kufanyika kama ilivyo katika siku zingine za nyuma. Nimekuja nimepiga kura, lakini mwitiki wake ni mdogo sana, au pengine ni mapema sana, siwezi kujua, pengine watakuja baadaye. Nimepiga kura siku ya leo na fulana na amani, amna fujo kwetu, upo shari kabisa.